Asante kwa kusalia nasi leo. Ni siku ya binti, na ni muhimu kuendelea kumjengea uwezo binti katika maeneo mbalimbali mbali, hasa katika kuamini katika ndoto zake, kufanya maamuzi kuhusu maisha yake, na kupata pia mazingira yanayomruhusu kufikia malengo yake bila kuwepo kwa vizuizi vya kijamii, kitamaduni na hata kijinsia, na pale ambapo vinakuwepo anakuwa na nyenzo muhimu za kugundua namna ya kutoka katika eh, changamoto hizo. Ni miongoni mwa yale ambayo tutagusia hapa, lakini kubwa tutaangalia mabinti ambao wamekuwa wakiendeleza hili na kujengiana uwezo katika masuala mbalimbali, na hapa tunaungana na Zauja Mohamed baye yeye ni mwanzilishi wa Girls Round Table na mkurugenzi wa Nuru Yetu Foundation. Karibu sana Zauja. Asante sana. Tunaye pia Arin David Samson ambaye ni mshiriki wa Girls Round Table na katibu wa Nuru Yetu Foundation. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Karibu sana. Mkaita hii ni Girls Round Table, maana mimi niko hapa. Ni kwamba haya mambo na, na, na sisi pia mnatushirikisha. Yes, yeah, yeah. Na men inclusion kwa okay. Na wachache mm. Watano wa saba angalau tupate mm. Kusikia na wao wajifunze kupitia tunachofanya <laughs> <40 laughs> <Sifayimu. laughs> <laughs> <Ratio. laughs> Karibuni sana. Asante sana. na na, tunapozungumza hasa kwenye kumjengea uwezo binti, umezungumza hapa kuhusiana na dhana ya ujumuishi eh, ambayo ni muhimu pia kwa sababu pale ambapo mabinti peke yake wanawezeshwa kulikuwa mm -hmm. uh, na utani wanafanya baadaye tena tutaanza kuwezesha mm -hmm. vijana wa kiume mm -hmm. unaona, kwanza kwenye hii dhana ya ujumuishi mm -hmm. eh, ina, ina umuhimu kiasi gani? Kwa kweli umuhimu upo. Unajua, tunapotaka kumfikia mtoto wa kike tunatamani, kaka, baba, baba mdogo wawepo, ili waweze kuchangia kile ambacho msichana amekuwa au ambacho amekuwa amefundishwa kwa muda mrefu sana. Uh, jamii imekuwa muda mwingine nampa kipaumbele mtoto wa kiume na msahau mtoto wa kike, kitu ambacho ni kimekuwa kipo, lakini tunajaribu kuondoa sasa ile kwamba watoto wa kiume wameshasahulika, hebu na yenyewe tuonyeshe nini wasichana wanataka ama nini tunatamani kiwepo kwa msichana. Tunaangalia pia masuala ya hedhi. Jamii za zamani, msichana akiwa hedhi akichafuka, wanamcheka wavulana, watamcheka watamfanyia dhihaka, lakini sisi tunajaribu kuonyesha kwamba aibu ya msichana, mvulana pia anaweza akamsitiri. Yes. Kwa hiyo uh, tunatamani kuona uh, ama kuwafikia vijana wengi wa kike na kuwa na inclusion na wanaume, ili waweze kufanya mambo kwa ushirikiano. Unajua hmm. eh? Yes. Na, na sasa tunazungumza kuhusiana na binti kumwezesha katika kufikia ndoto zake. Ndio. Hili kwako linamaanisha nini? Uh, unajua ndoto kila mtu anaota. Hmm. Lakini ndoto hawezi kuwa ndoto usipoifanyia kazi si ndio? Na kuiamini na kuipa kipaumbele. Msichana anafikia vipi uh, ndoto zake? Lazima apatiwe elimu, lazima akutanishwe na role models. Kwa mfano mtu anataka kuwa mtangazaji Patie mentor ya mtangazaji ambayo ataweza kumpitisha njia ambazo amepita yeye au ambazo anaona kwa ke itakuwa sahihi kumfikisha pale. Kwa hiyo sisi tunaamini katika kumwezesha msichana katika kila anachokiamini. Hatumtoe, tunamwongezea ujuzi tu. Unataka kuwa mwandishi wa habari, tutakutanisha na mwandishi wa habari. Unataka kuwa mfanya biashara, tutakupatia elimu ya biashara, tutakupatia elimu ya uwekezaji, tutakupatia elimu za hisa ili uweze kufikia malengo yako. Kwa hiyo sisi tunaamini zaidi katika kufanya na kumwelimisha na kumsapoti kifedha pale ambapo tutaweza, ama utakapompatia wadao. Uzuri ni kwamba kupitia mradi wetu wa Girls Round Table, wasichana ambao wamekuwa wakishiriki, tunachukua wote ambao wako kwenye system, ama wale wanafunzi ambao wako mtaani, ambao bana wadada wa kazi, wale wanapatiwa elimu uh, na mwisho wa siku wanapatiwa mitaji na biashara. Kwa mfano tumeshakuwa na kina Kevin Kibenje, wao wameshatoa fursa za elimu ya kimitandao, mfanya biashara anatumia mitandao ya kijamii. Tumekuwa na UTT Amis, wao wamekuwa ni wadau wetu wakubwa, ambapo wanatoa elimu ya uwekezaji na kutoa pia fund kwa wale wasichana ambao wanataka kufanya biashara fulani. Kwao sisi hatuongei tunaongea na kufanya a umekuwa katibu na umekuwa pia mshiriki wa hii Girls Round Table ambao imekuwa ikiwezesha mabinti katika uh, sekta mbalimbali kama ambavyo ametujuza hapa Zauja yeah. Umeona utofauti gani hasa kabla na baada pia uh, ya uwezeshaji huo, uh, kabla na baada ya uwezeshaji. baada ya uwezeshaji ya kabla ya uwezeshaji kwanza tulikuwa tunatoa elimu mbalimbali namna ya kujikwamua kutoka kwenye hali ambayo binti alikuwepo na namna gani anaweza kafikia yale malengo yake kwao. Utofauti uliopo ni kwamba kabla binti alikuwa hajapata bado ile awareness, lakini baada ya kuwa amepatia awareness, amejua haki zake, amejua ni namna gani anaweza kafikia zile ndoto zake kwa njia moja ama nyingine imewezesha kumbadilisha kutoka kwenye ile ale ya logoo. mm. mm. mm. Sasa mnaona ni, uh, kwa, kwa kiasi kikubwa ni changamoto zipi ambazo zinawakabili uh, mabinti hasa katika uh, nchi ya Tanzania lakini pia katika nchi nyingi za Kiafrika? Okay. Um, mabinti wengi wanakuwa kwanza hawana support ama yeah. Haona mch Ma mchango kutoka kwenye familia zao. Mfano mzuri tu mwezi uliopita, mwezi wa tisa, nilikuwa kwenye mojawapo ya shule nilipeleka mradi wa Girls Round Table. Luckily, pale tulipata wasichana wanne ambao wana kipaji cha kuimba, mwingine alikuwa na kipaji cha kuandika mziki, mwingine alikuwa na kipaji cha kuchora. Lakini wazazi wao wamekuwa wakiwakwamisha. Hamwezi kufanya hivyo. Someni kwanza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi ikabidi sasa tena nikae niatafute wale mabinti nioke na wazazi wao niweze kuelimisha kwamba wanaweza wakasoma na bado wako wanatengeneza namna ya kufikia ndoto zao, na bahati nzuri wale wasichana walikuja pia hapa morning, uh, kwenye Azam TV kipindi cha Hello Weekend mm -hmm. walikuja waliimba vizuri wasichana yeah. wawili, kama mnakumbuka mnafuatilia. mm -hmm. Kwa hiyo sisi tuna tunaona changamoto ya wasichana ni wanakosa udhubutu, wanakosa watu wa kuwasimamia uh, pia jamii zetu bado zina ile hayamini katika maono ya binti unaweza kufanya hicho kitu. Wewe uwezo unaotoa wapi? Si familia nzima, hakuna mtu anayefanya vitu kama hivi, nataka kutuletea mambo ya aibu. Na wengine wanaamini kama sanaa ni aibu, nataka kutuletea aibu ya msichana ukavaa vichupi. Huko kwao bado mwamko ni mdogo, kuanzia nyumbani wasichana bado wanakutana na hizo changamoto, pia kukataliwa. Mtu akishafanya kitu mara ya kwanza akishakataliwa anakata tamaa, tena aendelee. Sasa sisi tunajaribu kuwa encourage, jaribu mara ya kwanza, jaribu mara ya pili, ukichoka usiache tafuta nguvu, nyanyuka tena. Mm. Yes, kwa hiyo pia kitu kingine, elimu elimu bado ni changamoto yeah. Hususani kwa vijijini, elimu yote elimu ya afya ya, ya, ya uzazi tukizungumzia masuala ya hedhi. Kwa hiyo unakuta pia msichana anakuwa na hawezi kwenda shule akiwa kwenye siku zake sababu mm. anakosa taulo za kike, anakosa mazingira kumsitiri, kumsitiri kwa hiyo changamoto hizo zinafanana yes. Pia nyingine familia maskini mm. familia maskini hawezi kumsaidia au kumnyanyua mtoto wa kike kutoka katika hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, ndo anakuta mtoto akimeza darasa la saba kisha tafutiwa mchumba aolewe. mm -hmm. Kwa sababu so, ya umaskini wa kifamilia vitu mm -hmm. kama mm hivyo -hmm. Na mmekuwa mkifanya hizi programu pia yeah. uh, za kuwasaidia katika maeneo mbalimbali mbali. Yeah. Ni maeneo gani hasa ambayo mmejikita uh, uh, kuwasaidia na uh, katika maeneo ambayo mmeenda uh, katika changamoto ambazo umetaja, ipi kubwa zaidi ambayo imeonekana? Okay, sisi tunasimamia masuala ya afya, tunasimamia masuala ya elimu hmm, uchumi na masuala ya mabadiliko ya tabia ya nchi kwenye swala so zima, sisi tunaamini pesa kiuchumi na afya, unajua eh? Najua tuna, wote tunapambana tupate hela kujikwamua kiuchumi, lakini tunakuwa tunasahau afya zetu. Sisi tunanyelewa mtu yuko tayari ku risk kufanya kitu apate pesa, hajui afya yake si ndio? Au pengine ana na afya yake lakini hajui kuipambania afya yake. Mm. -hmm. Kwa hiyo sisi tunajitahidi kutoa elimu ya afya na elimu ya uchumi. Yaani hivi vitu viwili hatuvitenganishi. Kwa sababu tunamini afya ni kipaumbele cha kila kitu. Unaweza kuwa na pesa lakini kama afya yako sio nzuri, huwezi hata kufikia tena malengo yako. Kwa hiyo kupitia hilo tumeshafanya miradi ya kutoa elimu ya saratani ya matiti na mlango wa kizazi. Uh, point uh, eneo lilikuwa ni chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo tulishirikiana na Ocean Road walikuja wakatoa elimu ya saratani ya matiti mlango wa kizazi, pamoja na screening. Lakini pia tumeshafanya mambo ya elimu ya hedhi sana uh, mashuleni na vituo vya watoto yatima. Kwa nini vituo vya watoto yatima? Watoto kule wanakuwa wanasaulika sana, kwa hiyo tunajitahidi pia kufanya Instagram sessions ambazo zinakuwa zinahusiana na masuala ya afya mm. Tunaangalia saratani, tunaangalia TB, tunaangalia ukoma, tunaangalia HIV, tunaangalia malaria, lakini pia tunajaribu kuwafikia na teens, tuna teens round table ambapo wenyewe pia wanapatiwa elimu sana sana ya afya naam. Kwa hiyo mm. mm. changamoto kubwa afya, uchumi, na sisi tunajaribu kuziweka pamoja mm. yes. yeah, katika mazingira ambayo kuna uh, mitandao ya kijamii kuna cultural, uh, diversification. Um, kwa hiyo tamaduni za mataifa mengine zinaingiliana kwa mtu anaweza akaona vitu vinavyoendelea Marekani, Uingereza <laughs> uh, lakini pia kuna mambo mengi yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Nyie mnaona kama ni fursa zaidi kwa mabinti ama ni problem? Kwa upande wangu naweza nikasema huo um, mwingiliano wa maswala ya mitandao na nini kwa upande mwingine inaweza ikawa pia ni fursa. Hmm. Upande mwingine ikawa ni kumwharibu pia binti. Inaweza ikawa fursa kama akifata zile positive issues. Hmm. kama namna ya kujiengage na magrupu mbalimbali, namna ya ku, kukua zaidi kwenye biashara, namna ya ku, kupata njia mbalimbali mbali za kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini pia akijiengage kwenye mambo ambayo hayafai, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii kuna vitu vingi vingi sana ambavyo mtu akivifata vile vitu vinaweza vikamletea negative impacts. Hmm. Na yani, isiwe kama kumjenga ikaani ni kumbomoa tena, yeah. yes. mm -hmm. na, na, na, um, wewe uh, unaona kwamba uh, yani, changamoto ambazo ziko specific zinatokana na, na, na digital platforms kwa sababu mm-hmm. Tumesikia kuna mambo ya bullying na nini eh, kwa mabinti zinawaathiri vipi, kwa kiasi kiasi gani? Uh, unajua mitandao ya kijamii ina vitu vibaya na vitu vizuri, na sisi uzuri pia tumesha kutoa session ya elimu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa sababu sisi tunaamini mitandao ya jamii ndio inayotuuza si ndio? msehe hivi mara nyingi ukiapply kazi unaambiwa attach na link ya Instagram au Facebook. Kwa hiyo sio tu wanachokiangalia wanaposti nini hata waone. Yeah, sisi maelewa. Yeah. Kwa hiyo tunafundisha kwa side zote mbili. Unachokiona na unachopost. Mm. Na nyingine vitu ambavyo unaviona inatokana na watu uliowa follow au ambao unawafuatilia. Kwa hiyo watafute public figures ambao wanaendana na kile unachokifanya au kile wanachokitaka waweze kufikia malengo yao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo uh, tunaamini mitandao ya kijamii ni sehemu ya kumuuza binti au kumuuza kijana wa kitanzania kita, kwa sababu inafuatiliwa kwa wingi sana, hususan tukizungumzia TikTok eh. mm -hmm. Tuta ukiposti kitu kinaenda viral lakini, yeah. Yes. mm -hmm. Sasa anaitumia vipi nayo pia ni kitu kingine. Una, unaona kwa kwewe mnaona uh, inasaidia zaidi mabinti kufikia ndoto zao ama ni beria? Na inasaidia kwa zaidi inasaidia, inasaidia. Yes, kwa zaidi inasaidia. Sema tu inamsaidia vipi? How empowered? Hmm. Tunaelewana, lazima awe empowered, lazima ajue anafuatilia kitu gani. Nimeshasema. Yeah. Yeah. Una una unachoangalia una, una kwenye mtandao wa kijamii, unachokiona, unategemea na watu ambao unafuatilia. Sio, tunaelewana. Maana hmm, mtandao wa jamii na kila kitu na vitu vizuri na vitu vibaya, unaangalia nini, unafuatilia nini? Tunashukuru serikali ilijitahidi ikaweza kuban zile videos ambazo sio za kimaadili. Kwa sasa hivyo vitu vingine ni jamii au wasichana wenyewe waweze kuelimishwa waweze kuhamasisha. Tuna champions wengi wanaofanya masuala ya digital literacy, kuna kina Neema Keneki, kina Getrude Mligo. Mara nyingi tunawatumia wale na tunawasisitizia waweze pia kwenda mashuleni, kwa sababu mashuleni, masekondari hizo changamoto ndio zipo kwa kwa kwa nini, kwa kiasi kikubwa mm -hmm. Yes, kwa hiyo inaweza kawa negative na positive. Kuna baadhi ya hoja zinatolewa kwamba, e, baadhi ya vijana mm hapo -hmm. um, sasa tunazungumzia wakike hata na wakiume mm -hmm lakini zaidi imekuwa kwa mabinti kwa sababu unajua, kwa mfano, ukipost mm. e, picha ambazo e, zipaswa ziwe za faraga mm. zikionekana mtandaoni mm. kwa mwanamke zinamwathiri zaidi kuliko mwanaume kutokana mm. na mm. masuala ya kimaumbile. Sasa kwa, kuna wakati mwingine labda wakati ukiwa binti kuna vitu unaposti na nini halafu baadaye E, ukaja ukawa unaiendea fursa fulani. Sasa mm. wengi sasa hivi wana tabia ya kuangalia vitu ambavyo huwa mm. e, unaviposti kwenye mitandao ya kijamii sasa. mm. baadaye wanaweza wakaamua kutokupatia ile fursa kutokana mm. na jinsi ambavyo umejiweka kwenye public. Sasa mm. e, mnawajengea vipi uwezo mabinti kujua kwamba wanavyoposti kwenye mitandao ya kijamii vinaweza mm. kuathiri ndoto zao hapo baadaye kwa sababu watu wanaweza kufanya maamuzi kutompatia fursa fulani ya kumpeleka kwenye ndoto zake kutokana na vitu ambavyo ameviona anaposti kwenye mitandao. Sawa, kwanza kabisa, kama hivi tulivyosema kwamba tuna wajingia wasichana uwezo hmm, namna pia ya kutumia hizi platform mbalimbali na namna tunavyoelekeza kuhusu kutumia hizi platform mbalimbali, tunawaelekeza kwenye kutumia kwenye vitu ambavyo ni positive. kama mtu anataka labda kuwa mfanya biashara nini, afanye. Yeah, afatilie vitu gani na vitu gani? So kupitia hivo namna, kupitia namna ya kuongea nao kuhusu hizi platform, namna ya kutumia hizi social media mm -hmm. kwa namna moja ama nyingine inaweza kapunguza kuposti vitu ambavyo ni unnecessary. Okay, okay, mm -hmm. Na pamoja na hili la e, kuposti huko mitandaoni, awali uligusia kuhusiana na familia pia mm -hmm. Mchango wao katika kumsaidia binti kufikia ndoto zake mm -hmm. e, baadhi ya familia zimekuwa zikiwasaidia uh, lakini wengine zimekuwa zikiwa na mtazamo tofauti, inawezekana kutokana tuna ndoto ya, ya binti husika mm. Unaona uh, mchango wa familia upo kwa kiasi gani pia katika kusaidia. Okay. Uh, familia kama familia kwanza ihakikishe uh, mtoto wa kike anapata elimu. Pia familia kama familia, tuzungumzia wazazi walezi, wanatakuwa mm, marafiki sana na hawa binti unajua mzazi au mlezi ukisheka beria ya kuwa mkali, ni ngumu sana kuweza kujua mtoto au binti wakuwa anataka nini. Aa, uh, kwa hiyo tunaamini, tunasisitiza tuna pia katika familia iweze kusimamia ndoto za binti kama hata haiwezi. Unajua saa nyingine tunaweza kuona familia yote hamna mtu abalee soma kwa ni binti peke yake, basi wajitahidi kumtafutia mtu ambaye anaweza akamuongoza si ndio? waongee na walimu, walimu ni wazazi wa kwanza. Ukitoa wazazi wa kwanza nyumbani, mwalimu pia ni mzazi wa pili shuleni. Mtafute mwalimu, mweke karibu na mwanafunzi, aweze kujua namna gani anaweza akamsaidia. Kwa hiyo uh, pia familia isiwe inatumia maneno yenye kuumiza, maneno yenye kuonyesha siwezi, ha, kwa physics physics sio somo lako, ni somo la wanaume kwa hiyo kila kitu kianzie nyumbani. Familia iwe msaada wa kwanza, isimamie ndoto, impatie elimu, imtafutie pia watu ambao anaweza akamwongoza huyo binti, mfano mzuri, naweza akatumia walimu pia. Familia kama familia itoe nafasi ya kumsikiliza. Unajua kuna familia zingine ziko bize sana, hazina hata muda wa kukaa na, na watoto mm. Kwa hiyo itenge muda, eh? Wakae na mtoto, binti yangu niambie, umeona nini, unataka nini? Mtoto atafunguka, si ndio? Sasa hivi baba anatafuta pesa, mama anatafuta hela, watoto wako na dada, watoto wako na bibi. Utamjua mtoto sana, dada ndio mlezi, dada ndio anakuwa ndio kama mama. Natamani pia kufahamu kwako, Mkurugenzi, kwa namna ambavyo familia yako ime kusaidia pia kufikia ndoto zako okay. Na kwa upande wako pia Irene, yeah. Na kuzifikia kama tayari au kuelekea huko, lakini tu hii confidence ya kuongea hapa ni tayari. Kwa kweli mimi hata kama hujafikia ndoto yako hapo mimi uh -huh. Namshukuru Mungu, Mungu mtoka kwa familia ambayo ina misingi ya dini. Baba wangu mimi ni shehe alhamdulillah, japo kuwa alisha tangulia mbele za haki, ila babangu alitamani sana nikasomea udaktari ama uhasibu, na alikuwa anajaribu kunitengeneza kwa sababu tayari alikuwa ni mhasibu mhasibu, lakini bado nishe, mimi nilitamani sana nije kuwa daktari au mwandishi wa habari, na mimi nilikuwa na vipombele vya binadamu, kwa hiyo wamekuwa ki walinipa nafasi pia kunisikiliza ninachokipenda. Mm -hmm. Mimi nikasema lakini, unajua pia nimesoma shule za kata na shule ninasoma mimi ni zile shule ambazo unakuta msichana na, au na, mwanafunzi anatumia zaidi juhudi zake. Kwa hiyo utadasa mimi nakuwa wa kwanza, rafiki yangu atakuwa wa pili. Sasa mm -hmm. Baadaye nikaona kwa nini passion ilianzia hapo, kufanya kazi na za kijamii. Kwa nini kila siku mimi na rafiki yangu tunaongoza wasichana wengine? Mbona wanapata mimba, wanatoka shule, wanatoroka, wanaolewa? nikaomba shule, mkuu wa shule tuandae mazungumzo, wasichana na walimu wa kike, wavulana na walimu wa kike, kila mtu wazungumze, anakutana na changamoto gani. Kama hawezi andike kwenye karatasi, kama hata hawezi kuandika kwenye karatasi, mtu anayemjua lazima atakuwa anajua fulani anapitia changamoto fulani. Ile ilisaidia watu wengine, wanakaa na mabibi kama hivyo, wanavyokwambia wengine, kutoka shule nenda sokoni kuuza maruboro Tengeru, wengine mm. kutoka shonienda club yani mambo mjikana ni mengi <laughs> <laughs> <laughs> yeah, ni Arusha. Wewe unasema Arusha. Kwanza nilipofika chuo ile inaanza form 1 tukaenda paka form 4, nikawa kila mwezi tunafanya, ilisaidia sana mm. Sasa nilipofika chuo ile assist na kufikia wanafunzi kama hivyo, ikawa ngumbe kwa wazo la Nuru Yetu Foundation ifikie sasa mabinti mm. wengi Tanzania, ambao tulianza na ugawaji wa mkopo tu vya tutetima kutoka za kutoa pedi, tukafanya masuala ya upandaji miti. Kwa familia yangu, mimi ikanisikiliza anachokitaka then wakawekeza. Sasa nikitaka kitu sina fund, familia yangu mm. Yeah, na madada na makaka. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni rafiki sana madada. Baada kuna kipindi naita mama makongamano Mm. Mana <laughs> mana mimi nilikuwa nikisikia mdahalo sehemu, si niko radi hata kama siku, ka mimi nitaenda kwa kwa kwa mwakwa, wapi sasa. Nikaja nikapata kazi nikaajiriwa ikiwa sina hela kwenye mafunga, mapongamano da kwenye taasisi, kwa hiyo waliniwezesha kifedha, wakanipatia elimu, wakanisikiliza, wakanipatia viongozi ambao wakawa kama ni role models, mm. na vitu kama hivyo. Tupeni nasi ulizi yako <laughs> namna familia ambavyo imekusaidia pia kwa namna moja ama nyingine kufikia sasa. Yeye familia ilimtengenezea website, unaweza ushangaa, anasema bibi aliniandikia hivi, yani bibi anaandika hivi ni Kiingereza. Ehe, asante. Kwa upande wangu familia yangu yenye, kwanza ilinipa uhuru wa kuchagua kile ninachokitaka, nachokitaka mm. ila tu kiko ni kinachohusu masuala ya elimu mm. yani kwamba wao waliamini kwamba elimu ndo niweke kitu cha yani kama kipaumbele mm, yaani wao walikuwa ni kwamba by the way, wazazi wangu bado wapo mpaka mm, sasa hivi wanaendelea kunisupport. wao ni kama walisema tutatoa gharama zozote zile ili okay, mradi tu ufikie ndoto <coughs> zako <Na> wewe ukachagua <coughs> nini <coughs> na mimi ni kwa sababu nilikuwa pia napenda kusoma mm, kwa na tamani nifike Samwel na mimi mm. nifike huko chuo <laughs> koo walini support kutoka, lakini bado nasema nilikuwa bado na fursa ya kufanya hivyo bado nina fursa yeah. Ndio, lakini kuanzia kipindi hicho mpaka sasa still bado anazidi ku provide support mbalimbali mbali. hata kipindi yeah. nipo chuo nipo nasoma mm. still hawajachoka kunisaidia hivyo, ili kufikia kile kitu ninachotamani kufikia. Wow. Hmm. Sa, nimefurahi sana amesema kuhusu, yani wamempa uhuru hmm. E, sema unajua kuna tofauti kati ya kupewa uhuru na watu kuto kufuatilia. <laughs> <laughs> wanakuwa wamekupa we yani, ufanye tu unachotaka, lakini nimependa hiyo kwamba wamekupa uhuru waku, waku, wanakufatilia, lakini wanakufuatilia na wanakupa sapoti hmm. yeah. na, na, unaona kwako labda hiyo ningekuwa tofauti, ingewezaje hmm. e, kukuzuia pia uh, kufikia, hizi, uh, kufikia ndoto zako? ingekuwa tofauti kwa upande wa wazazi hey, au walezi wangekuwa hawakusupport hapo, hawa kwa, kwa wazazi kama wangekuwa wanisupport kwanza, kwa mfano kama mi labda ningekuwa natamani tamani sana kusoma nifike mbayat, mm -hmm, afu wazazi labda wao wanaona hamna kusoma, yani kitu ambacho akipo, kwanza ningetumia watu wengine pia kujaribu kuongea na wazazi wangu kuwalainisha hivyo, <laughs> kuongea nao, kuonyesha umuhimu wa jambo fulani. mm -hmm. Kwa sababu wakiambiwa na mtu mmoja ama wawili, ataona hichi kitu kweli ni serious, kwa hiyo inabidi tumsikilize tu mwenye binti. Ila ukienda wewe kama wewe, si unataka nini nini, wanakuawkusa mm. uh, sio ndotozako zakuwa mwandishi wa habari zikaishiawa um, nliziendeleza Yeah. Uh, tulianzisha kipindi cha redio cha radio, cha Gaze Radio Show ambapo, Mm. Uh, tunafanya kila mwezi mara moja. Okay. Yes. Uh, ilisaidia, lakini sasa sasakabiama nitoe fursa kwa watu wengine. Mi napenda napokaa na watu na wengine wakue waonekane. Yeah. Pale napohitajika natia nguvu nguapohitajika natia nguvu lakini m, hivi nimeachia vijana wafanye, niko zaidi nafanya Instagram live pia. Yes. Mm. Oh, yeah. na, na wakati tunaelekea kukamilisha sasa kwa binti wa Kitanzania ili afikie ndoto zake mm. unaona ni mambo gani muhimu ambayo anahitaji eh, yamzunguke ili kumwezesha mm. tuanze na katibu afu utamalizia <laughs> <laughs> sawa ili <laughs> binti aweze kufikia malengo yake kwanza kwanza inabidi ajitambue kwanza yeye ni nani na anahitaji kitu gani, kwa sababu akishakuwa amejitambua kwamba yeye ni nani na anahitaji na kufikia sehemu fulani, itakuwa ni pointi nzuri ya yeye ku, kujua namna gani anaweza akajikwamua kutokana na changamoto ambayo inamzuia pale. Inawezekana labda ikawa ni wazazi ama ni jamii iliyomzunguka, kama hapo nilivyosema. Kwa upande wa wazazi, labda kama wanapingana na, ili, na kile kitu ambacho natamani kuwa labda ukatumia watu mbalimbali kwenda kuongea nao kuwaelimisha na nini, mwisho wa siku mm. Wazazi wanaweza wakapata njia ya rahisi kabisa ya kukuruhusu kufanya kile kitu, lakini pili, kitu kingine ni kupitia programu mbalimbali mbali ambazo zinakuwa zinafanywa kwenye labda mashuleni na nini kujinvolve kushiriki, kwa namna moja ama nyingine, unaweza ukapata abc ya nini cha kufanya, nini kufikia kile kitu ambacho unatamani kufikia. Tumalizie mm. na CEO mwenyewe ah, mwenzangu kashasema, mimi niongeze tu kimoja, wasichana wanahitaji mentors mm. mentors sahihi. Lazima uwe na mwalimu au coach ambako ambaye ataweza kukuongoza katika kile ambacho nakisimamia pia wanahitaji role models. Lazima uwe na mtu ambaye unamfikiria unamtizama, anachokifanya for me, for instance, mimi ikuwa maduma ah, na madumaya sana Rebecca Giumi, na bahati nzuri nilipata nafasi ya kufanya naye kazi Femina mm, yani mimi nikuwa kwenye mradi wa nguvu ya binti au, okay, pia kina lidi ya cha. Kwa hiyo kupitia Rebecca Giumi nilijaribu kumweka karibu nije, nilijaribu so kumfanya kuwa dada, yani niweze so kumfikia yani, so yani, so katika muda wote nao mhitaji. Kwa hiyo wanahitaji mentors na, na role models. Safi sana. Wewe wa kwako alikuwa nani? Au ndio bora unamtafuta menta wako, ama tuseme ama tuseme role model ni kwako nani? Role model wangu ni mama yangu. Ah, safi kabisa. Da, unanipa mtihani. Aka siku yingine. Asanteni sana na karibuni tena, na kila la heri pia katika yale ambayo mnayofanya. Asante sana, tunakamilisha hivyo. Uh, leo ikiwa ni siku ya binti kubwa, tuna ama tumejadili kuhusiana na namna ya kumsaidia binti kufikia ndoto zake, mchango wa familia pia ukiwa ni sehemu muhimu ya kulifikia hilo.